Huyu mrembo hapa anaitwa Annie Knight kutoka nchini Australia mwenye umri wa miaka 27, ni mwigizaji wa video chafu, yaani mcheza movie za ngono, ambaye amepata umaarufu mkubwa hivi karibuni, kwani mwaka 2023 alijiwekea ahadi ya kulala na wanaume wasiopungua 300 kwa mwaka, na aliweza kufanya hivyo. Lakini pia mwaka 2024 alijiwekea mpango wa kulala na wanaume 600 na aliweza kufanya hivyo pia. Na vilevile mwaka huu 2025 ameingia kwenye trending nyingine ya kulala na wanaume 583 kwa siku moja, ndani ya masaa sita tu, kitendo ambacho kilimpelekea kukimbizwa hospitalini kutokana na afya yake kuwa dhoofu ghafla. Kutokana na ripoti za kwake mwenyewe Annie Knight anasema ya kwamba mwaka 2023 alikuwa na uwezo wa kuingiza dola elfu tisa kwa mwezi, lakini sasa hivi ana uwezo wa kuingiza dola mpaka 250 kwa mwezi, sawa na shilingi milioni 650 za Kitanzania. Annie Knight ameolewa na anaishi na mume wake, anampenda na wanapendana sana, bado wanaendelea kuishi mpaka hivi sasa. Ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni.